Kama una dakika zitumie kuperuzi. Kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua unit, uhuru ni wako. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya redi, chagua pindua pindua Vodacom. Hujambo na karibu mtazamaji wa Global TV Online. Leo ni Jumatatu Oktoba 16, elfu mbili na kumi na saba. Ni katika news update hapa Global TV. Mimi ni Catherine Kahabi. Aliyekuwa waziri katika serikali za awamu ya nne na za kwanza Stephen Wasira amesema si jinai kuikosoa serikali bali kuitukana ndiyo kosa kisheria. Mwanasiasa huyo mkongwe nchini aliyewahi kuwa mbunge wa Bunda kabla ya kushindwa na Bi Esther Bulaya kutoka chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, katika uchaguzi mkuu uliopita ni miongoni mwa wanachama wa CCM waliojitokeza kuwania urais ndani ya chama hicho katika uchaguzi mkuu uliopita elfu mbili na kumi na tano. Wasira ambaye alikuwa waziri katika kipindi chote cha miaka kumi ya uongozi wa rais mstaafu Jakaya Kikwete alisema watu wasiikosoe serikali kwa matusi, bali waikosoe kwa hoja na maana yake hakuna kosa, na ipo tofauti kati ya kutukana na kuikosoa serikali, na hapa namnukuu. Mimi naweza nikasema bado nisitukane. Mfano Zitto Kabwe ni mbunge wa Kigoma Mjini, huwa anasoma maandiko yake yote, anaonekana ana hoja za msingi kabisa, na ambayo inahitaji kujibiwa na sijawahi kusikia akikamatwa. Lakini wapo wanasiasa, akisimama asipotukana hajisikii vizuri. Hao naona ndio wanaopashwa kushughulikiwa. Unaweza kuikosoa serikali bila kutukana. Kukosoa serikali si jinai, lakini kutukana ndiyo jinai, alisema Wasira. Hata hivyo kuhusu viongozi wa vyama vya siasa wanaokamatwa na vyombo vya dola pale wanapoikosoa wa serikali, Wasira alisema hata kama wakikamatwa watakwenda mahakamani na baadaye mahakama itasema kama kuna kesi au la. Katika hali ya kushughulikia suala hilo, Wasira alilitaka jeshi la polisi kufanya kazi kwa uangalifu na kusisitiza kuwa watu wasiokuwa na hatia wasikamatwe. Jeshi la polisi liwe la kwanza katika kuhakikisha linaangalia na kufanya kazi kwa haki, na waendelee kufanya kazi lakini wasikamate watu wasio na hatia, alisema. Era. Kutoka Global TV Online, Catherine Kahabi, Global TV Online, ulipo tupo mubashara. Sibuka Loto tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu baada ya miaka kumi Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wasibuka nchini kote jishindie trekta aina ya John Deere 5065 boda boda 15 pampu za dawa 50 redio 100 majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem, kem jinsi ya kuselema kwa elfu piga namba ya mwamala wa mpesa kisha chagu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 Jamani ya jawai kutokea Tanzania mara ya haraya, kwanza kabisa kusikika nchi nzima. Kama una dakika zitumie kuperuzi. Pindua, pindua, pindua, pindua, pindua. Kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua unit cha uhuru ni wako dakika nambi pindua tatu. Facebook bure, SMS bure, WhatsApp bure, piga nyota 149 nyota sifuri moja alama ya redi chagua pindua, pindua, pindua. Vodacom Power to you, ili usipitwe na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa, exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu, jiunge na familia Global TV Online. Kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop, fungua browser, kisha search neno YouTube. Ikifunguka, andika neno Global TV Online na usearch